Ay, ndo yule yule tena Kazikazi kampani e, leo tena nimewaletea tena mjengo huo e, mjengo unauzwa bei ni rahisi kabisa, nisikilize vizuri mteja. E, nisikilize vizuri mteja, mjengo unauzwa bei rahisi kabisa e, bei ni shilingi milioni kumi na nne tu ya kitanzania e, nyumba hii ina vyumba vitatu na sitting room na choo cha master na choo cha public e, mjengo usiulize, umeme upo kabisa, kama mazingira unavyoyaona nguzo umeme ndo hiyo e, karibu sana umiliki nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni kumi e, na nne tu ya kitanzania e, karibu sana, namba zangu ndo zile zile sifuri sita kumi na mbili themanini na moja ishirini na tisa sitini au sifuri saba hamsini na sita hamsini na nne themanini na tano arobaini na nne e, mazingira kama unavyoyaona, bosi wangu, nyumba imenyoka sana, nyumba imesimama sana, nyumba ina vyumba vitatu, ina stingroom na choo cha public na chocha master eh, ipo katika location nzuri e, bei ni shilingi milioni 14 tu ya kitanzania, yani mwenyewe ana shida, mwenyewe ana shida. Bei ni shilingi milioni 14 tu ya kitanzania. Nyumba ipo Chanika mjini, nyumba ipo Chanika mjini. Namba zangu ndio zile zile 0612 81 29 60 au 0756 54 85 44, wote mnakaribishwa. Eh, bosi wangu e, usiulize nyumba ya bei rahisi utaipata wapi? Nyumba ya bei rahisi ndio hii hapa. Bei ni shilingi milioni 14 tu ya Kitanzania, ina full umeme e, maji e. Ukubwa wa kiwanja ni sikwa mita 400. Karibu sana e, upate kumiliki mjengo huu kwa thamani ya shilingi milioni 14 tu ya Kitanzania. Majirani kama unavyoona, unaoona majirani ni wa maana kabisa, tena wapo wengi e, karibu sana uwai kumiliki mjengo huu kwa thamani ya shilingi milioni 14 tu ya Kitanzania. Namba zangu ndo zile zile, sifuri sita kumi na mbili sa mara moja ishirini na tisa sitini, au sifuri saba hamsini na sita hamsini na nne sa mara tano 44 e, hizo e, ni namba za kunitafuta e, ni mimi hapa. Kazikazi nahusika kampani na uuzaji na uzaji wa nyumba, viwanja na mashamba. Karibu sana. Nyumba hii ipo Chanika mjini, ni manispaa ya Ilala, Dar es Salaam. Narudia tena, nyumba ipo mjini, ni manispaa ya Ilala, Dar es Salaam. Bei ni shilingi milioni 14 tu, mwenyewe ana shida. Narudia tena, mwenyewe ana shida. Bei ni shilingi milioni 14 tu ya Kitanzania.